Unakuta mtu kashatumika zake huko. Wauni mpaka wamemchoka afu anakwambia eti niowe nitatulia. Yaani, wewe malaya ushajikumbe umeshajijua kwamba wewe ni malaya. Alafu unaniambia niowe nitatulia. Kwa hiyo umeniona mimi nina uwezo wa kuoa wanawake waliotumika afu wanataka kutulia. Sikizeni, niwaambie nyinyi wanawake. Mwanaume hata umpe tendo la ndoa, Kama bado hataki kuoa, hakuoa. Kila mwanaume ni kama vile nioe, si, nioe. Yani nioe, nioe. Kuolewa saa hii unaweza ukakaa miaka kumi na usiolewe, unachezewa. Tuna wanaume tangaza tu useme jamani, nataka mnioe. <laughs> Inawezekana yaani kila mwanaume atakayekuja atakuchezea, lakini mwanaume akisema nataka kuoa hata leo hii, akiamua kutafuta mwanamke wa kumuoa, awe wa aina gani, anaoa na anakaa naye. Lakini wewe unavyomwambia mwanaume nioe, nio ndo unampa kichwa, hata umpe penzi mpaka mikono chini, miguu juu, unakatika mpaka kiuno hakionekani. <laughs> Nionione. <Yowani, yowani. laughs> Baba kama mwamba hataki kuoa, hakuoi. Ili uwe na heshima, ili uheshimike, jitunze anepanue mapaja. Tatizo lenu na nyinyi, sijui mna mapepo siku hizi, sijui mna majini na nyinyi, sasa hivi mna nyege na nyinyi, sasa hivi mnatafuta wanaume wa kulala nao. mnatafuta yani, sasa hivi na nyinyi wanawake mmeanza kutongoza wanaume, watongozi kwa maneno. Hamtaki kujitunza nyinyi wenyewe. Na mtafumuliwa <laughs> Mtakuwa masingomaza. Haki ya kweli ninawaambia mtakuwa mas... Na nataka niwambie ukweli hakuna singomaza mwenye raha, hayupo. Uongo mtupu, uongo, uongo, uongo. Mnadanganywa. Hayupo mwenye raha, hayupo, hayupo, wote hao ni waongo. Kama kweli wanaona raha kukaa bila mwanaume, mbona wanalala nao? Mbona wanalala nao? <laughs> mbona wanafunguliwa biashara na wanaume, mbona na wanapewa pesa, na wanasema hawezi kulala, hawezi kuishi na mwanaume, kuishi bila mwanaume ni ni raha. Uongo hiyo, ni option tu ya ya kuwa malaya. Maana peke peke yake yake kwenye nyumba ya kupanga akae singomaza, singomaza, singomaza, ili afanye umalaya singomaza. Lazima itazana huyu, itazana huyu, itazana huyu, huyu, huyu, huyu, huyu italala italala na singomaza. Na hayupo ambaye ana akili, ujue, ameokoka, ameacha dhambi, ana nia ya kwenda mbinguni, hatumii halali na wanaume ovyo, ovyo. Anajitunza toka ameachana yule mwanaume ambaye aliachana naye ambaye alimzalisha, hafanyi chochote, hatumii hata manania hayo, hajichui, hatumii yale ya wazungu, sijui manini, hatumii anajitunza, anamcha Mungu, anania na lengo la kwenda mbinguni. Huyo ndio singomaza ameha.